Nawashukuru sana kwa kukubali mapendekezo ya DCC kuhusu kugawa jimbo la Ukonga ili kupata majimbo mawili, yaani jimbo la Ukonga na Kivule, ambapo jimbo mama, yani jimbo la Ukonga litabaki na kata; tunapendekeza kuwa libaki na kata saba: kuna kata Ukonga, kuna kata Pugu, kuna kata Pugu stesheni, kuna kata Gongo la Mboto, kuna kata Zingiziwa, kuna kata Buyuni na kata Chanika. Lakini jimbo jipya linalopendekezwa yani jimbo la Kivule litakuwa na kata sita ambazo ni kata Msongola, Majoe, Kitunda, Kipunguni, Kivule pamoja na kata ya Mzinga. Ndugu waandishi wa habari ambao mpo hapa, jimbo hili ambalo linapendekezwa jimbo hili ambalo linapendekezwa kwa maana ya jimbo la Kivule, tutakuwa na mita za mraba 128,000. Na wakati huo itakuwa na kilometa za mraba 128 na jimbo hili la Kivule linalopendekezwa litakuwa na jumla ya watu 431,736 kwa mujibu wa sensa ya watu na makazi ya mwaka 2022 na wakati jimbo hili linalo baki yaani jimbo la Ukonga litakuwa na jumla ya watu laki nne hamsini na tisa elfu mia nane na kumi, laki nne hamsini na tisa elfu mia nane na kumi.